Kwa majina naitwa Magreth Ngairo. Kwa kweli nilikuwepo mmoja wapo wa kwenye hii safari iliyoandaliwa na NBC kwa ajili ya kwenda China kwa ajili ya Canton Fair na pia kwa ajili ya kuona opportunities nyingine. Kwa kweli safari yetu imekuwa nzuri sana, tuliondoka vizuri, tumepokelewa vizuri, tumetembezwa kwenye masoko tofauti tofauti, tumeonyeshwa opportunities nyingi sana, na pia tumeweza kuonana na watu ambao tulikuwa hatujuani, hasa hasa Watanzania wenzetu wengine ambao ni wafanyabiashara wenzetu na pia China tumeweza kujua masoko mengi, mfano masoko ya nguo, vipodozi, masoko yote kiujumla tumeyaona. Pia tumeweza kutembelea baadhi ya viwanda eh, maeneo tofautitofauti, kulingana na mtu ulioenda kwa ajili ya sekta gani, kwa mfano waagriculture. Pia tumeweza kuona mashine nyingi moja kwa moja kiwandani tumeweza kuona na masapraya moja kwa moja kwao, ni washauri tu. Eh, opportunity nyingine ikija, ambayo tunategemea mwezi wa kumi kutakuwa pia na hiyo safari. Tunaomba wengi mjiunge, wote mkaone fursa, tukabadilishe mindset zetu, tukaone pia wenzetu huko China wanavyoendesha mifumo ya kibiashara. Asante NBC, tunawashukuru. Tumerudi salama Tanzania. NBC wametuhendo vizuri sana, hata mizigo yetu imefika salama, na pia inayopita na maji imepita salama, wakiwa wametuunganisha na watu wa Silent Ocean. Santeni sana NBC, daima karibu nawe.